Unipe kibali, unipe uvuvio wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nguvu yako itakayenisaidia kusimama katika hii dunia, itakayenisaidia kwenye ulimwengu huu wa roho Ninaposhindana katika vita, nikafanikiwe. Nika ee, Bwana peke yangu sitoweza, lakini Bwana ukinishika mkono, ukanitetea Bwana nitafanikiwa, nitabarikiwa kwa jina la Yesu. Niko mbele zako Bwana, unipe rehema, unipe toba, toba ya kweli kwa kila jambo niliyokutenda Bwana, unisamehe ulitakase katika jina la Yesu tunakwenda kwenye maombi ya kupokea Roho Mtakatifu, natamani uchukue muda kidogo sana, komba rehema na baada ya rehema atakupa kwenye maombi ya kupokea Roho Mtakatifu na Mungu akusidi. omba rehema mbele za Bwana, mwambie Bwana, nimekukosea Mungu, nkutenda dhambi katika maisha yangu na kila mapito yangu, mwambie Bwana akupe rehema na rehema katika jina la Yesu. Baba, asante kwa neema yako Baba, asante kwa utukufu wako katika ibada leo, katika somo la Roho Mtakatifu, tuko mbele za macho ya Mungu, tunahitaji rehema zako na msamaha wako kila ambacho tumekutenda, tumetenda dhambi katika mawazo, katika matendo yetu, katika kutenda, katika kutazama. Lakini Mungu, kumezuiliwa vitu vingi sana vitu vya kiroho, tumezuiliwa vitu vingi sana vitu vya kiroho, tumezuiwa vitu vingi sana katika mawazo yetu, tuweketewa kufikia kwetu katika jina la Yesu Kristo hai. Omba rehema, omba rehema itakapokupeleka kwenye maombi ya kupokea roho Mtakatifu, uwe tayari kupokea nguvu, uwe tayari kupokea kitu kikubwa, uwe tayari kupokea vitu ambavyo vya ziada zaidi, uko tayari kupokea nguvu yeah. chochote kile cho yeah. kilichozimishwa ndani yangu yeah. yeah. na ndio vita vya mama yako, na kiona nakiona vinatokea ni kwa sababu ya huyu. Ndio ndoa, mwanamke anamwona ima, siku umefunga ndoa igbat kwambia, sitaki pesa yako, sitaki chochote kwako, nataka hiyo hofu ya Mungu ndani yako. Ukimwamini Mungu leo na ukajua Mungu yuko upande wako hata kama walikuzika miaka 20 utatoka na utashinda katika jina la Yesu. Mtoto wako sio kapuku. Sio maskini. Angekuwa amekupeleka sasa lakini kwa sababu alishakatishwa alishaambiwa maneno magumu hata akushika mbwa asikushike hawezi kushika mbwa. Hata ukimwambia leo chochote hawezi kukwambia chochote. Ni kwa sababu hauonekani kwenye ulimwengu wa roho.

Katika jina la Yesu, inisaidia kupambana, inisaidia kushindana, inisaidia kupambana la mtu ambaye ni mtoto wako kutoka kwenye viuno vyako amefahamika kila mahali, na amepata kazi, ana kazi nzuri, ana maisha mazuri sawa. Lakini yo mtoto ameshirikiana na ndugu zako na mama yako na yeye, wamekuzika kweli siku. Na hapo ulipo wanakuanza kukumaliza ukuwa kabisa. Hata nikwambie kitu kimoja, wakati ukiwa bado una mahusiano na mke wako, muona kwenye lumengu wa roho yeah, na siku ulipofunga ndoa nyingine sawa yeah, matatizo yako yakaanza siku hiyo. Sasa acha nikwambie, neema ya Mungu ni wokovu, neema ya Mungu ni kumpata Yesu Robert, yeah. Sina sababu niseme kitu kingine, wasingi niseme lakini, hata mtu akupa milioni leo hii asubuhi, anza biashara itafilisika. Iashar yani, uko kwenye giza la ndingindingi ndingindingi. Niambie mwanao

Ya baraka kwako. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, kuna vitu vitaanza kuondoka. Inaiona e, nguvu ya Mungu inashuka. Roho Mtakatifu anashuka anashuka kwako kabisa. Utasikia kama, utasikia kama mwili umesisimka, utasikia kama nywele zinatoka kichwani. Nguvu ya Mungu itembee, watu anene kwa lugha. Nguvu ya Mungu ni Mungu mwenyewe. Baba, tuko hapa katika hii madhabahu.